Ah, muholi gani, ndugu msikilizaji? Ni matumaini yangu mzima wa afya, pole na majukumu mbalimbali yanayokukabili. Karibu muda na wakati mwingine katika simulizi TZ. Langu jina ni Mr. A Romantiki, kutoka hapahapa simulizi TZ. Huu ni mwendelezo wa sehemu ya nne ya simulizi hii nzuri ya penzi la jambazi. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Na hapa ndipo tulipoishia katika sehemu ya tatu. Mlipuko mkubwa ulitokea nyuma yao. Washambuliaji walikuwa wamevamia maficho yao. Msitu mzima ulijaa sauti ya mlipuko na risasi. Nadia na Jesse walilazimika kukimbia huku wakijificha kwa ustadi kama walivyofundishwa. Sasa tusonge katika sehemu hii ya nne iliyojaa burudani, matukio na utamu wa kila namna. Ukungu mzito ulitanda ndani ya msitu wa Ulugulu ukificha kila kivuli, kila harakati, kila pumzi ya wapenzi wawili waliokuwa wakikimbia maisha yao zamani. Nadia na Jesse walitembea kwa miguu wakipita kwenye mwinuko mkali na utelezi wa matope yaliyofichwa na majani yaliyooza. Hata katika mazingira hayo ya hatari, mikono yao haikuachana. Milipuko ya nyuma yao ilizidi kupungua kadri walivyozidi kuingia ndani ya msitu lakini bado moyo wa Jesse ulikuwa ukidunda kwa kasi isiyo ya kawaida. Nadia ambaye macho yake yamezoea giza aliongoza njia kwa ujasiri usio wa kawaida. tunaenda wapi sasa? Jesse aliuliza, huku akipumua kwa shida. kuna korongo upande wa pili wa mto, kuna mtu ninayemwamini anaweza kutusaidia mzee mstaafu wa kijeshi aliwahi kuniokoa nikiwa mtoto. Kama yuko hai bado, atatuficha. Hawakujua kuwa nyuma yao Maliki alikuwa ameshawagawanya watu wake watano kwenye vikundi viwili, wawili kufuatilia njia ya handaki na wengine wawili kutega mtego msituni. Maliki mwenyewe alikuwa akitumia vifaa vya kupeleleza sauti kusikia harakati zao. Hakuwa mtu wa bahati, alikuwa mnyama anayewinda bila huruma. Nadia na Jesse walipofika ukingo wa mto walipumzika kwa muda. Jesse alipiga magoti, akavuta pumzi ndefu. Nadia alimtazama kwa jicho la huruma na upendo. Najua hujazoea maisha haya, lakini najua pia kuwa kuna kitu ndani yako kinaniamini Najua hicho ndio kinachopelekea kuwa mbali zaidi na kukubali kuwa mbali, tukawa wote pamoja. Ningekuwa tayari kufa kabla sijakutana na wewe, sasa nipo tayari kuishi kwa sababu yako, Jesse alisema kwa sauti ya chini, kisha akamvuta Nadia karibu na kumbusu kwenye paji la uso. Wakatoka kwenye mapumziko na kuanza kupita kwenye daraja la miti lililokuwa dhaifu. Walipofika katikati ya daraja, sauti ya kengele ya umeme ilisikika. Mtego wa Maliki ulikuwa umeanza kazi. Miti miwili mikubwa ililipuka na kuanguka karibu na daraja hilo, ikiashiria mwanzo wa vita halisi. Lisasi zikaanza kulia kutoka kwenye upande wa pili wa misitu. Jesse alimvuta Nadia chini ya daraja wakajificha chini ya mawe. Nadia alichomoa bastola yake aina ya Glock na kuanza kurusha risasi kwa usahihi wa hali ya juu. Jesse naye alijaribu kulinda upande wa nyuma kwa kutumia bastola aliyokuwa amepewa na Nadia. Walifanikiwa kuua mmoja wa washambuliaji huku mwingine akikimbia kwa jeraha, lakini walijua kuwa muda wao wa kukaa hapo ulikuwa mdogo. Wakavuka mto na kuingia kwenye korongo ambako nyumba ya mzee huyo wa kijeshi ilikuwa ikisubiri. Nyumba hiyo ilikuwa ya mbao, imefichwa chini ya kivuli, tena kivuli kizito cha miti, miti iliyokuwa mikubwa. Nadia alipiga mlango mara tatu kwa mpigo maalum. Mlango ulifunguliwa taratibu na mwanaume mrefu mwenye ndevu nyeupe na macho ya kijasiri alitokea. Nadia: Mzee Mshana, najua sija kuona miaka mingi, lakini sasa siombi msaada kama mtoto. Naja kama mwanamke anayekimbia hatima. Tafadhali tusaidie. Mzee. Mzee huyo alinyamaza kwa muda kidogo, akimtazama Jesse kwa shaka, kisha akasema, haya, ingieni alaka na kila mlango ufungwe mara mbili. Usiku huu atulali. Ndani ya nyumba hiyo walipata muda wa kupumzika. Mzee mshana aliwaandalia maji ya kuoga na chakula cha moto. Alikuwa ni mtu wa nidhamu kali, lakini mwenye moyo wa dhati Aliwahakikishia kuwa kwa muda mfupi wangekuwa salama, lakini Nadia hakupumzika. Aliunganisha laptopu yake na mitandao ya kijasusi. Aligundua kuwa Maliki alikuwa tayari ametuma ujumbe kwa mtu aliyekuwa amefadhili mauaji hayo yote, mtu wa ngazi ya juu serikalini, aliyekuwa na uhusiano wa moja kwa moja na biashara ya silaha haramu. Huyo ndiye aliyemwambia Jesse amuue Nadia awali kabla Jesse hajabadilika Jesse alisikia taarifa hiyo akiwa pembeni ya dirisha kichwa chake kilianza kuuma kwa mawazo alijiuliza je kama Nadia ni mtu wa hatari kiasi hiki kwa nini moyo wangu hauwezi kumtupa kisha akakumbuka upendo hauwezi kueleweka kwa hesabu wala kwa mantiki usiku ulipofika Mzee Mshana aliwaita sebuleni. Kuna njia pekee ya kutoka kwenye janga hili Nadia, lazima uende Nairobi kwa rafiki yangu mmoja wa zamani, jenerali mstaafu. Anaweza kuwapa uraia mpya na kuwatoa nchini, lakini njia ya huko ni ngumu. Maliki atakuwa mbele yenu. Itakuwa safari ya damu na machozi. Nadia alimtazama Jesse macho yao yalikutana, na maneno ya kimya yalipitishwa kati yao. Tutakwenda, alisema Jesse, tutapita japo ni jela au kaburi. Asubuhi iliyofuata walijiandaa kuondoka. Mzee mshana aliwapa pikipiki mbili aina ya KTM Duke zilizokuwa zimefichwa kwenye gala la nyuma. Pia aliwapa ramani na vifaa muhimu vya kusafiri msituni na kuvuka mipaka bila kugundulika. Walianza safari mpya, safari ya kuelekea Nairobi kupitia njia za milimani, njia ambazo hata ramani za Google hazikuweza kuonyesha. Hawakujua kuwa Maliki alikuwa tayari ametambua mpango huo, na mbele yao alikuwa amesimamisha kikosi cha askari wa kulipwa walio tayari kufanya chochote kwa pesa, na nyuma yao kilikuwa kimya kilichobeba huzuni. Milima ya kipengele iliwakaribisha kwa ukimya wa mauti, ni mahali ambapo upepo huvuma kwa sauti ya vilio waliojaribu kuvuka na wakapotea. Nadia na Jesse walikuwa wamepanda pikipiki zao, huku jua likizama nyuma yao wakikimbia muda na hatima. Safari yao kuelekea Nairobi ilikuwa imejaa vizingiti, lakini ndoto ya kuwa huru iliwasukuma. Wakiwa wamevaa mavazi ya safari yaliyowasaidia kuficha silaha ndogo ndogo na vifaa vya usalama, waliendesha hadi kufika kwenye kijiji kidogo kilichokuwa mpakani mwa Tanzania na Malawi, kijiji cha Lulindi. Kijiji hicho hakikuwa kwenye ramani ya kawaida bali kiliwahi kutumika kama njia ya wapiganaji wa zamani wa Renamo waliotoloka kutoka Msumbiji. Waliingia kwenye kibanda cha mbao kilichokuwa kando ya barabara kuu ya vumbi. Mzee aliyekuwa ameketi nje mwenye jicho moja aliwakaribisha, mnamtafuta nani? Huku Nadia alimkaribia kwa heshima, akamwonyesha picha ya jenerali mstaafu aliye Nairobi. Tunatafuta njia ya kupita bila kugundulika, tumetoka mbali, kuna damu nyingi nyuma yetu. Mzee huyo aliwaangalia kwa muda, akavuta pumzi ndefu, kisha akasema, basi mjue kwamba mbele yenu kuna miiba. Kuna kundi la askari wa kulipwa wa Maliki, wameweka kambi katikati ya mlima, wanaangalia kila anayepita lakini kuna njia ya chini ya ardhi, njia ya wachimbaji wa dhahabu wa zamani. Haijatumika miaka mingi, lakini bado inawezekana. Nadia alimsogeza Jesse kando, wakazungumza kwa sauti ya chini. Njia hii ni hatari, lakini haina macho ya Maliki. Tukipita tutakuwa tumevunja nusu ya mtego wake. Tunaenda, tutapita hii ni nafasi yetu ya mwisho. Wakarudi kwa mzee na kupewa ramani ya mkononi ikionyesha sehemu ya mlango wa chini ya ardhi ambao ulikuwa umefichwa chini ya mti mkubwa wa miembe uliokufa. Usiku ulipowadia, waliingia kwenye njia hiyo ya giza. Harufu ya unyevu na udongo wa zamani iliwapuliza. Nadia aliwasha tochi yake maalumu iliyokuwa haionekani kwa rada yoyote. Jesse alikuwa nyuma yake, ikiwa ameshika silaha tayari kwa lolote. Walitembea kwa zaidi ya saa mbili, wakivuka mapango ya mabanzi yaliyodondoka. Lakini walipofika katikati ya njia hiyo, walikuta vizuizi, mapipa ya chuma yaliyokuwa yameangushwa kwa makusudi. Jesse alishangaa, hii haikuwepo kwenye ramani, kitu kinaendelea hapa. Nadia alisogelea ukuta wa mabanzi na kugusa alama ya rangi ya damu iliyokuwa imepakwa kwa ustadi. Hii ni ishara ya vikundi vya uasi, huu ni mtego. Maliki amewahi kujua kuwa tutapita hapa. Kabla hawajamaliza kusema, mlipuko, milipuko miwili ilisikika, mbele yao, udongo ulianza kudondoka kutoka juu ya mapango na gesi ya kulenga fahamu ikaanza kuingia. Nadia alitoa kofia yake ya gesi haraka, akampa Jesse nyingine. Walivaa na kujilaza chini kwa haraka. Dakika chache baadaye, sauti ya miguu ilisikika ikikaribia, e kutoka upande wa mbele wa pango. Askari wa Malik waliingia, walikuwa sita, wakiwa na silaha nzito na vifaa vya usiku, lakini Nadia alikuwa tayari kwa hili kwa kutumia kifaa maalum cha, cha kudhibiti umeme wa sehemu ya chini alizima taa zao za infredi ghafla, giza lilikuwa totoro. Ndipo risasi zikaanza kulia. Jesse alifyatua bastola yake kwa ufanisi mkubwa, huku Nadia akiua kwa utulivu akitumia bastola yake ya silencer. Sekunde 30 baadaye, maiti sita zilisalia. Lakini walipokuwa wakipumua Nadia alishtuka. Jesse alikuwa amepigwa risasi begani. Jesse alianguka akivuja damu. Nadia alimvua koti lake akamfunga jeraha na kumdunga sindano ya kuzuia maumivu. Moyo wake ulimwambia kitu kibaya, lakini hakutaka kuamini. Usinipoteze hapa Jesse, sio sasa, tumefika mbali sana, tafadhali vumilia. Kwa sauti ya uchovu Jesse alisema, Nadia, hata nikifa, najua nimeishi maisha kamili kwa sababu yako. Usiseme hivyo, sitakuruhusu kufa. Tutaondoka pamoja hapa, tutaishi Nairobi, tutaanza maisha mapya. Tafadhali Jesse, usinitoke. Nadia alimkokota Jesse hadi walipotoka kwenye njia hiyo ya chini ya ardhi na kufika kwenye upande wa pili wa mpaka, eneo la poli lililo karibu na ziwa Malawi. Alitumia simu yake ya satelaiti kumtumia ujumbe jenerali wa Nairobi, tuko mpakani, Jesse amejeruhiwa vibaya, tafadhali tunahitaji msaada. Dakika chache baadaye helikopta ya siri ya uokoaji ilionekana angani, ikatua karibu nao. Walipandishwa haraka ndani, Jesse akiwa amelegea, lakini bado hai. Jenerali alivaa mavazi ya kiraia, aliwakaribisha kwa macho yaliyojaa heshima. Karibuni salama, mmevuka janga ambalo hata askari waliobobea hawawezi kulivuka. Sasa kazi yangu ni kuwasafisha historia yenu na kuanza maisha mapya, lakini tambueni, Malik hatasimama hata, hata koma, na sasa Jesse amekuwa adui wa mfumo mzima. Walipelekwa kwenye chumba maalum Nairobi kwa ajili ya matibabu na ulinzi. Jesse alihifadhiwa kwenye chumba cha wagonjwa maututi, huku Nadia akikaa pembeni yake usiku kucha. Hii ni sehemu ya nne ya simulizi hii nzuri tamu na hadhimu na ya kusisimua ya penzi la jambazi langu. Jina ni Mr. a hey, romantiki kutoka hapahapa Simulizi Tz. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Je, nini kitaendelea? Wataweza kuishi? Je, Maliki atakuwa kweli amewaacha? Basi usikose sehemu ya tano yenye burudani na visa na mambo makubwa. Asante na kwaheri, muda na wakati mwingine tutaonana. Bye bye.